Bwana Yesu asifiwe, aleluya. Shalamu shalamu watu wa Mungu na wasalimu, kwa jina la mwokozi wetu Yesu Kristo. Siku nyingine Mungu ametupa neema ya kuwepo Karibishe kwenye ibada hii ya usiku wa manane, nikuombe kama unaweza kushea yeah, linki ya linki tafadhali, yeah, linki tafadhali, kama unaweza kufanya hivyo na watu wa YouTube, shalom, usaidie kushea linki yako, ambao tunaweza kuwafikia watu wengine kwa ukaribu lakini pia usiache ku like, usiache ku like hapo, usiache ku like ili tuwafikie wengine. Bonyeza tu ya alama ya kidole hapo, ili tuweze kuwafikia wengi kwa wakati na kama ni mara ya kwanza watu wa YouTube, unayetufuatilia tuandikie hapo, kama ni mara ya kwanza tuambie kwamba ni mara ya kwanza, unaitwa nani na uko wapi? Karibu sana. Tuna dakika kama tatu hivi, nisaidie kushare, saidie kushare, watu wa YouTube, wapigie ambao waone, wapigie Josephine, wapigie memba wako na Melia, Mariam waamshe, niamshieni Esther oibe amshieni tafadhali wa YouTube hakikisha una like, hakikisha una like tafadhali. tuende mbele za Mungu na uhakika, umefanya uinjilisti, mefanya uinjilisti, kama umeweza kushare linki, kama umeweza kuwapigia wakuwapigia, lakini ukishare hiyo linki kwa wingi kwa watu, hivyo unavyowafikia wengine wengi, na ni sadaka yako kwa Bwana, na watu wa YouTube Kubonyeza hiyo alama ya kidole hapo nachoelekea ya juu, yaani na like ni sadaka yako kwa Bwana, na pia ambayo ni mara ya kwanza, kisha unabonyeza hiyo alama ya kengele, kisha unabonyeza hiyo alama ya kengele hapo, ili e uweze ku, tuweze kuwa mwanafamilia aweze kuwa mwanafamilia na kila kinachotumwa kinakufikia kwa wakati. Basi twende mbele za Mungu tumshukuru Mungu tufungue ibada yetu. Baba Mungu mtakatifu, Baba katika jina la Yesu, Baba wa rehema, Mungu mwenye nguvu, Baba nakushukuru mno, Mtakatifu, Mungu mwema, asante kwa uaminifu wako, asante kwa rehema zako, asante kwa fadhili zako asante kwa upendo wako Mungu mtakatifu, maana peke yako wewe ni mwema. Heshima na mamlaka na nguvu na ukuu na uweza ni vya kwako, Kristo. Umekuwa mwema kwetu, umekuwa uzima wetu, umekuwa faraja yetu, umekuwa nguvu yetu, umekuwa msaada wetu. Tumeuona wema wako, tumeziona fadhili zako, tumeyaona matendo yako makuu na ya ajabu y peke yako ni Mungu mwaminifu, hakuna Mungu kama wewe unastahili sifa Baba Mtakatifu, unastahili kuinuliwa na kutukuzwa, unastahili kupewa sifa. Asante Mungu tulindaye, ambao umesema ulali wala usinzii, kwa ajili yetu unajishughulisha sana na mambo yetu. Tumeuona wema wako na tumeuona mkono wako ukitubeba katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Asante Roho Mtakatifu, asante Baba yetu, asante Mungu mkuu. Tunakushukuru Bwana, maana sisi tulilala kama wafu, kwa neema yako tumeweza kuamka. Ni wewe Bwana umetubeba, ni wewe Bwana Mtakatifu umetulinda, kwa sababu imeandikwa, Bwana asipoulinda mji walindao wa kesha bure. Umekuwa mlinzi wetu, umekuwa maficho yetu, umekuwa ngome yetu, msaada wetu wa karibu ni wewe. Tumeuona wema wako katika nchi ya walio hai, tumeuona msaada wako katika jina la Yesu. Sante Roho Mtakatifu, mwalimu na rafiki yetu. Sante Baba yetu, asante Mungu wetu. Sante mfalme wa falme, sante Mungu mwenye uwezo, sante Baba mwenye mamlaka. Asante Mungu Mtakatifu, Baba katika jina la Yesu. Ninakushukuru mno mfalme mwema, ninakutukuza mno Mtakatifu, Baba mwenye nguvu, katika jina la Yesu Kristo, anazoeti aliye hai. Ni Bwana, kuna Mungu kama wewe? Wewe ni mwaminifu. Hakuna mwenye uwezo kama wakwako, hakuna mwenye upendo kama wakwako. Kristo, tumekuona ukitupenda, tumekuona ukitutetea, tumekuona ukitufadhili, tumekuona ukituokoa. Kwa mkono wako wenye nguvu umetubeba, kwa mkono wa kuume wenye nguvu ukituhifadhi, kwa mkono wa kuume wenye nguvu ukitusaidia. Baba tunakuinulia sifa, maana peke yako ndiye mlinzi wetu, maana Bwana asipoulinda mji walindao wakesha bure. Asante Baba yetu na Mungu wetu mwema maana peke yako unastahili. Hivyo tunakuja mbele zako kwa damu ya Yesu. Tunashuka na kunyenyekea na kupondeka mbele zako Kristo. Naomba toba na rehema Mungu mtakatifu, Baba utusamee, utuhurumie. Ninatubu kwa ajili yangu, tubu kwa ajili ya familia yangu, watoto wangu, mume wangu na watu wote wa nyumbani mwangu. Naomba Bwana utusamee. Naomba Baba ututakase, naomba Baba utusafishe utuoshe kwa isopo ya damu yako tupate kufaa mbele zako Kristo, kwa mamlaka ya jina la Yesu na kwa damu ya Yesu ndivyo Mungu. Natubu kwa ajili ya kusanyiko hili Bwana, ambao baba umetupa neema kwenye lango la YouTube na google Meet. Naomba toba na rehema kwa ajili yao Mungu, tunakusii katika damu ya Yesu, ila uwe nasi tena usiku wa leo, utusaidie na utuongoze katika maombi haya maana umesema wote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Baba, tunakiri hakika tumepungukiwa na utukufu wako. Tunakuomba Mungu mtakatifu, ukatuangazie ewe Bwana, ukatilie neema yako tena kwa upya, ukapate kutusaidia, ukapate kutuonekania, ili Baba ibada hii ikafanyike kwa ya maana. Kwenda kwenye ulimwengu wa roho, achilia damu ya Yesu katika malango, kuta na ardhi, akwenda kinyume na kila kilichoinuka kinachojiinua juu ya elimu ya Mungu. Ninateka nyara kila fikra ipate kukutii wewe, Kristo. Ninaangusha ngome na mawazo mabaya ndani yetu, na yale yanayosikika huko nje, naangusha na kuharibu kabisa. Ninakusi Kristo mfalme mwema, baba wa utukufu, wewe uliye mwema na mwaminifu mno, Baba ukapate kujitwalia utukufu, ukaonekane wewe Bwana. Ninakwenda kwenye ulimwengu wa Roho, nawaamuru malaika sasa wapite kila nyumba, waondoe kila uzito, na roho ya usingizi, mgandamizo wa kipepo, roho yote iliyoachiliwa ili kutuzuia, ninapangua kwa mamlaka ya jina la Yesu, hizo falme, mamlaka, wakuu wa giza, mapepo wabaya wenye ulimwengu wa roho, ninapangua kabisa kwa moto wa Roho Mtakatifu. Baba, tunaomba upenyo na nguvu za kuomba kwa utukufu wa Kristo Yesu bwana wetu. Baba, asante kwa sababu wewe ni mwema Sante kwa sababu unatufadhiri. Sante kwa sababu unatupenda mno. Heshima na mamlaka na nguvu na ukuu na uwezo ni vya kwako baba yetu. Sante kwa sababu wewe ni Mungu wa rehema. Sante Mungu Mtakatifu, maana peke yako unastahili. Heshima na mamlaka na nguvu na utukufu na uwezo vyote ni vya kwako Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo bwana wetu. Baba tunaomba na kuamini kwa sababu umefanya ni kwa utukufu wa Kristo bwana wetu. Wewe tunajua uko na sisi na utaenda kujitukuza katika maombi ya usiku wa leo, katika jina la Mungu Baba, mwana na Roho Mtakatifu. Tumeomba amen, amen. Ni watu wa Mungu. Haleluya, haleluya, haleluya. Naendeleaje watu wa Google Meet, maana siku hizi mmegoma mme hata kusema amen. Kisema tuache Google Meet tuende YouTube, mnalalamika. Ukiambiwa kusema amen, amsemi amen. Niwakaribishe sasa katika ibada yetu maombi, maombi ya usiku wa manane, siku ya tarehe tano ya mwezi wa kwanza unaenda kuomba kwa ajili ya lango la wiki, kuenda kuomba kwa ajili ya lango la wiki ambayo Bwana ametupa neema kuingia ndani yake na kuiona katika lango la wiki, ambao ambayo, ndani ya wiki hii siku yake ya mwisho, siku ya Jumapili, ndiyo siku ya ibada yetu ya tarehe kumi na moja. Watu wa Mungu, tulikuwa tunasema kana kwamba ni mbaya, lakini ndio ishafika. Hivyo ndio ishafika, baada yetu ishafika. Sidhani kama na kuwepo daa na upange kukosa. Ukaribishe sana, watu wa Mungu, ukaribishe mno mno, baada yetu inaanza saa nane. Ina maana unakuwa ushamaliza pirika zako nyingine zote, ushamalizana na ibada ya asubuhi jioni, unaenda kufanya fellowship na Mungu wako Amen. Na, na sio mbali popote, utokapo akisha unafika Segerea. Kama unatokea Mbezi, unatokea Gongora Mboto, ina maana wewe ufiki Segerea kituo cha magereza hapo hapo, unashuka ukiwa unautazama ukumbi. Tuwakaribishe watu wa Mungu, tuwakaribishe sana sana. Lakini pia Mungu akumbuke na kuto kuwapungukia katika lango la mwaka huu ambao tumeuanza, na watu mmejitoa kwa ajili ya kuhakisha ibada inafanyika, sadaka za muda, sadaka za fedha, Mungu awakumbuke. Yani Mungu awakumbuke, ina uhakika Aliyeanzisha safari hii ataitimiliza tu. Tulipofika ni pazuri, utafika. Sina shaka kwamba Mungu anaweza kujiaibisha, hawezi kujiaibisha hata kidogo, sio Mungu wa kujiaibisha kwao. Tuna uhakika naye, tuna uhakika naye kabisa, atatimiliza kazi yake. Ameni, watu wa Mungu. Kwa hiyo ni kuombe tu, mtu wa Mungu, nikuombe, hakikisha unafika. Kuna mtu aliniuliza kwa hiyo, tuliona mmeandika kujiandikisha kwa shilingi elfu ishirini. Mtu kama ana hera asini, maana nimesema hivi aliyefikisha mahali ilikofika ana uwezo wa kuikamilisha kazi yake na ikafanyika katika uzuri. Kwa hiyo usifungu kwamba sijatoa fedha. Ninachorudia tena, njo tumshukuru Mungu, njo tumshukuru Mungu ambao Mungu amewagusa kufanya wamefanya, kwa ajili yetu amen. Ndio tumshukuru Mungu, ndio tumshukuru Mungu na natumaini kabisa wale wa kwenye magrupu au mkeka utatembea vizuri kabisa, ukiwa umenyooka, kwamba watu wa huku mmejiandikisha vya kutosha. Amen. Na kama unatutazama njia ya YouTube na upo Dar es Salaam na unatamani kuwepo wewe tu niandikie, kwamba nitakuwepo kwenye ibada mimi fulani nitakuwepo kwenye ibada karibuni sana sana sana sana. Basi tunapokwenda kuomba kwa ajili ya lango la, ajili ya lango la wiki unaongozwa na kitabu cha Isaya sura ya 60 Isaya sura ya sitini, Isaya, sura ya sitini. Isaya sura ya sitini tunasoma kuanzia mstari wa kwanza tunaanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa tatu. Isaya sitini mstari wa kwanza mpaka mstari wa tatu. watu wa YouTube, nimeomba kama ni mara ya kwanza, tuandikie unatufuatilia kutokea wapi, yani ni nani, na unatufuatilia kutokea wapi? Tuandikie kama ni mara ya kwanza, sema ni mara ya kwanza, lakini pia hata kama sio mara ya kwanza, unaweza kutuandikia ukituambia unatu